Answar Studio inawaletea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Huu ni ujumbe kutoka kwa Sheikh Abdalla kwa wakazi wa Mombasa na hasa Gavana Abduswamad. Kwanza anamshukuru Machele kwa kumwekea kabro kwenye hii barabara ambayo imekuwa rahisi kwake yeye akitaka kwenda hospitali kutumia hii barabara, kwa hivyo anampa pongezi Machele eh, kwa kumshukuru kuambia wamewakumbuka na wao watu ambao wana special ability eh. Kwa hivyo hii ni shukrani kwa Machele. Pili, anatoa nasiha kwa watu ambao wanapaki magari kwenye hii kabro, wapaki vizuri, kwa sababu wanapaki wakampinga, mara nyingine asubuhi huwa anataka kwenda hospitali zile gari huwa zimepakiwa vibaya. Kwa hiyo wanatoa nasiha kwa wale hao wanaoishi katika huu mtaa wazingatie kwamba kuna na watu ambao wana special ability na wanahitaji tukutuku ziwachukue kutoka milangoni. Kwa hiyo wao wakipaki zile gari zao wafikirie na, na watu wengine. Jambo la tatu hii ni risala kwa kwa, special, kwa governor kuhusu mashimo yaliyoko barabarani. Eh, kwa hisani yake anaomba ikiwa ni serikali kuu barabara zile au ni za kaunti, basi wahakikishe kwamba hizi haya mashimo yanazibwa kwa sababu wao wakitoka wakiwa kwenye zile tukutuku wakipita kwenye zile wanapata tabu watu ambao wana, wana special ability. Uh, jambo la la lingine ni mataa barabarani, katika hizi sehemu ambazo za kuingilia ndani wanataka taa hizi ziangaliwe mara kwa mara, kwa sababu zinazima na zikizima, huwa ni uzito kwa watu kama wao kuweza kutumia hizi barabara. Nafikiri gavana, mesej ulipata. Mbele alikuletea mese, alikuletea barua ukasema apewe mbarali na mbarali hakuifuatilizia, mpaka leo. Lakini yeye asema hatochoka kufikisha ujumbe e, kwenu nyinyi, kwa sababu wao ni watu wana special ability na wana haki kupata huduma kama watu wengine.